Susan mdogo wangu. Waswahili wanasema mwiba wa leo ndio ua la kesho. So, usiogope kuchomwa. Vumilia. Mimi nafikiri hakuna mafanikio anakuja bila vikwazo kama hivi, na uvumilivu ndio kila kitu. Sawa kaka, nimeelewa. Ila kwa hiyo unamaanisha kwamba kila kitu kina mwanzo na mwisho. Mimi nadhani kila kitu kitakaa sana. Hey, zeze hey. Unaitwa bwana afanya chapu na nani tena? Ah, bosi kashafika uko nje hapo. Sawa. Mimi nadhani nakuja. Na kupenda.